Katika safari yetu ya hekima iliyopita, Yesu aliwafundisha umati mkubwa uliokuwa umemzunguka eh, kuhusu nani wanapaswa kumwogopa. Si Mafarisayo, hawakupaswa kuogopa desturi zao eh, wala mtu yeyote kwa kweli, bali ni Mungu mwenyezi peke yake. Sasa inaonekana mtu mmoja hapa kwenye hadhira hii alikuwa amezama sana kwenye akaunti yake ya benki na na hakuwa anasikiliza kabisa hapa katika Luka sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na tatu mtu huyu anazungumza na Yesu, Mwalimu, mwambie ndugu yangu agawane urithi na mimi. Basi Yesu anakataa moja kwa moja kuhusika, akisema, mtu nani aliyenifanya mimi kuwa hakimu au mpatanishi kati yenu? Sasa ilikuwa kawaida katika siku za Yesu kwa rabi kuwa mpatanishi wa kutatua migogoro ya kisheria kati ya watu wa Israeli inayohusiana na sheria ya Musa, lakini hiyo siyo dhamira ya Yesu. Yeyeye hajaanzisha biashara ndogo pembeni ya kusuluhisha migogoro ya kisheria. Sasa pia tunajua kutokana na sheria ya kiyahudi kwamba mzaliwa wa kwanza alipokea mara mbili ya urithi kuliko ndugu zake wadogo, wa kama haki yake ya kuzaliwa ndugu mkubwa basi alitakiwa kutumia hiyo pesa ya ziada kuwajibika kumtunza mama yake pamoja na dada zake ambao hawajaolewa katika familia, na ndiyo maana alipokea zaidi. Sasa hapa ni yule ndugu mdogo ndiye anayezungumza, na amekuwa hana subira anasubiri sehemu yake, lakini Yesu anaona moyoni mwake kuna kitu zaidi ya kutokuwa na subira. Na hapa kwenye mstari wa 15 Yesu anasema, jihadharini na mjilinde na kila aina ya tamaa. Tamaa au uchu wa mali, Yesu anasema, kwa hakika hilo ndilo tatizo halisi hapa. Tunapaswa kuwa waangalifu kwa maana halisi, weka mlinzi mlangoni mwa moyo wako. Unajua, pesa yenyewe haina upande, lakini tamaa yetu juu yake inaweza kuwa dhambi. Na Yesu anasema hapa kwenye mstari wa kumi na tano kwa maana uzima wa mtu hautokani na wingi wa mali alizo nazo. Kwa maneno mengine, maisha yenye kutosheleza hayahusiani kabisa na vitu vingapi unamiliki. Naam, nini kinatokea leo? Sasa watangazaji wanalenga watoto wa shule za msingi kwa kutumia zaidi ya dola bilioni 15 kwa mwaka. Kwa nini? Hiyo ni kwa sababu watoto wanaweza kufundishwa kwamba kile walicho nacho hakitoshelezi, hakina ubunifu wa kutosha, si kizuri vya kutosha, au hakivutii vya kutosha. Hata watoto wanaweza kupata tamaa ya kutamani mali za wengine. Sasa ili kusisitiza hoja hii Yesu anaanza kusimulia mfano na anaanza hapa kwenye mstari wa kumi na sita. Shamba la mtu tajiri lilizaa sana, naye akawaza moyoni mwake, nitafanya nini? Maana sina mahali pa kuhifadhi mazao yangu Akasema, nitafanya hivi: nitabomoa ghala zangu na kujenga kubwa zaidi, na huko nitahifadhi nafaka zangu zote na mali zangu. Nami nitaiambia nafsi yangu, nafsi, una mali nyingi zilizowekwa akiba kwa miaka mingi; pumzika, kula, kunywa, furahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu, usiku huu roho yako itatwaliwa kwako, na vitu ulivyojiandalia vitakuwa vya nani? Ndivyo ilivyo kwa yule anayejilimbikizia hazina mwenyewe na si tajiri mbele za Mungu. Sasa basi, hebu niwaambie, tatizo la mkulima huyu si ziada yake, bali ni roho yake. Hafikirii kuhusu Mungu wala hafikirii kuhusu mtu yeyote mwenye uhitaji karibu naye. Yeye ni mpumbavu kwa sababu maisha yake yamejengwa juu yake mwenyewe, na anaongozwa na hofu kwamba siku moja hatakuwa na vya kutosha. Sasa basi Yesu anawageukia wanafunzi wake mahususi, na anawaambia hapa kwenye mstari wa 22: msiwe na wasiwasi juu ya maisha yenu, mtakula nini, wala juu ya miili yenu, mtavaa nini? Kwa maana uzima ni zaidi ya chakula na mwili ni zaidi ya mavazi. Labda unafikiri ikiwa sitajali mahitaji yangu, chakula na mavazi, ni nani atakayenijali? Basi Yesu anatoa jibu hapa kwa swali hilo. Kwa kweli atatupa kile ninachopenda kukiita dawa ya sehemu tatu dhidi ya wasiwasi. Hii hapa sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza ni kufikiri kwa usahihi. Anasema hapa kwenye mstari wa 24, fikiria kunguru. Sasa neno fikiria linamaanisha kufikiri kwa msingi wa maarifa. Kwa maneno mengine, unapolemewa na wasiwasi unahitaji kuanza kujisemea ukweli. Naam, ukweli ni nini? Ukweli ni kwamba Mungu anawalisha kunguru, na wewe una thamani zaidi sana, Yesu anasema, kuliko wao. Kwa hiyo fikiria hilo. Hakuna kiwango cha wasiwasi kitakachoongeza siku zako au kubadilisha muda wa Mungu wa kukutunza mahitaji yako. Hivyo ndivyo anavyosema kwenye mistari ya 25 na 26 na Yesu anapoendelea anasema, tazama, kama Mungu anavitunza maua ya shambani na hayo yatadumu kwa muda mfupi tu, basi atakutunzia mahitaji yako pia. Na kwa nini? Kwa nini afanye hivyo kweli? Ni kwa sababu wewe utaishi milele. Anasema kwenye mistari ya 27 na 28. Sikiliza mpendwa, kama Mungu ana nguvu za kuumba maisha yako, ana nguvu pia za kuelekeza maisha yako. Kwa hiyo fikiria hilo. Huo ndio ukweli. Fikiria kwa kwa usahihi. Sasa, kinga ya pili dhidi ya wasiwasi ni kuishi kwa ukarimu. Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 33, kwa hiyo hii, uuze mali zako na uwape wahitaji. Lakini usielewe vibaya, Yesu hasemi hapa uuze mali zako zote na utoe kila kitu kwa wahitaji, la sivyo basi na wewe utakuwa mhitaji na mtu mwingine atalazimika kukusaidia. Mwandishi mmoja alieleza kwamba Bwana anatuhimiza hapa tuwe tunashikilia mali zetu kwa urahisi, yaani tuishi kwa mkono ulio wazi. Kwa njia, mali zako zinajumuisha muda wako, vipaji vyako, ushuhuda wako, karama za kiroho na vingine vingi. Hivyo basi, hii hapa sehemu ya tatu katika kinga hii ya kimungu dhidi ya wasiwasi: tunapaswa kuwekeza kwa ajili ya milele. Sikiliza Yesu anavyosema hapa kwenye mstari wa thelathini na tatu: jipeni mifuko ya fedha isiyochakaa na hazina mbinguni isiyopungua, ambako mwizi hafiki wala nondo haiharibu. Kwa maana pale ilipo hazina yako, ndipo moyo wako utakapokuwa pia. Nikwambie, mifuko ya fedha ya duniani ina mashimo. Vitu vyetu havidumu na havitatutosheleza pia. Hivyo basi, ushauri wa Bwana ni huu: wekeza kwenye mambo yanayodumu milele. Sasa hiyo ni nini? Ni nani huyo? Basi, Mungu hudumu milele. Kwa hiyo, wekeza katika kusambaza injili yake, ili watu waishi naye milele siku moja. Na hilo ndilo jambo la pili: watu wao hudumu milele. Kwa hiyo, wekeza, wekeza maisha yako kwa watu Ninakumbuka kijana mmoja aliyezaliwa miaka ya elfu moja na mia nane ambaye alishirikiana katika biashara ya rejareja na hatimaye akawa mmiliki kamili. Hivi karibuni alipata utajiri kupitia mtandao wa maduka ambayo yalimwingizia faida zaidi na zaidi kila mwaka, lakini anguko la soko la hisa la mwaka elfu moja na mia tisa ishirini na tisa lilimwacha katika uharibifu wa kifedha. Hilo lilimvunja kihisia na kiakili. Alilemewa na uzito wa wasiwasi kuhusu maisha ya baadaye na kwa kweli alianza kupoteza akili zake. Mwaka 1931 alijipeleka mwenyewe katika hospitali ya Battle Creek Sanitarium ambako aliandika barua za kuaga kwa familia na marafiki zake. Alidhani kwamba angekufa pale. Usiku mmoja alitembea kwa vidole chini kwenda kuzunguka na akasikia muziki ukitoka kwenye kanisa dogo la hospitali. Watu wachache walikuwa wamekusanyika na walikuwa wakiimba wimbo wa dini. Akaingia, akaketi na kusikiliza. Ilikuwa ni miadi ya kiungu kutoka kwa Mungu kwake, kwa sababu maneno ya ule wimbo yalileta kwenye kumbukumbu -kumbu yake injili kutoka zamani ambayo alikuwa ameikataa. Alijua kwamba injili katika yale maneno ilikuwa ni mwaliko wa Mungu kwake. Alirudi chumbani kwake, akapiga magoti na akamkabidhi maisha yake kwa Kristo. Si muda mrefu baada ya hapo aliachiliwa. Kuanzia hapo, alianza kuwaambia watu kwamba alikuwa amezaliwa upya akiwa kwenye hospitali ya wagonjwa wa akili. Afya yake ya akili ilirejea, na alipofukuzwa kwenye taasisi hiyo, alikuwa na shauku mpya kwa ajili ya Kristo. Ingawa alikuwa na umri wa miaka 56, alirudi kwenye biashara ya rejareja na akaanza kufanikiwa haraka. Lakini sasa kadri utajiri wake ulivyoongezeka, alitoa sehemu kubwa ya mali yake kwa shughuli za hisani, hasa zile zinazohusiana na injili ya Kristo. Aliendelea kuongoza kampuni yake hadi alipofariki mwaka 1971 akiwa na umri wa miaka 95. Jina lake lilikuwa James Cash Penney. Tunamfahamu kama Jipeni. Mwaka aliofariki, maduka yake yalipata mapato ya zaidi ya dola bilioni nne, lakini unajua nini? Kilichokuwa cha muhimu zaidi kwa Jipeni ni kwamba alianza kufikiri kwa uwazi, kuishi kwa ukarimu na kuwekeza kwa ajili ya milele. Kwa njia wimbo wa injili aliyokusikia usiku ule akiwa kwenye hospitali ya wagonjwa wa akili ulihamasishwa na andiko hili hili tunalolitazama leo katika injili ya Luka. Baadhi ya maneno ya wimbo huo wa injili yanaenda hivi: usivunjike moyo, lolote litakalotokea Mungu atakutunza kila siku, katika kila njia yeye atakutunza.